Nakushukuru sana mheshimiwa waziri wa fedha. Sasa ni zamu ya mheshimiwa waziri wa maendeleo ya vijana, makofi tafadhali. Utoaji wa hundi ya shilingi bilioni mia mbili unaonyesha kwa vitendo kwamba serikali ya awamu ya sita inatekeleza ahadi zake kwa vitendo na si tu si tu maneno. Tukio hili linaweka msingi mpya wa kuimarisha ushiriki wa vijana na wanawake katika uchumi wa taifa na kuharakisha safari ya Tanzania kuelekea kwenye uchumi jumuishi na endelevu. Kwa mafanikio ya shilingi bilioni mia mbili hayatapimwa tu kwa kiasi cha fedha kilichotolewa, bali kwa mabadiliko halisi ya maisha ya wananchi, hususani vijana na wanawake. Kwa msingi huo Napenda kusisitiza baadhi ya masuala ikiwemo, wizara, taasisi na mamlaka zote zinazoshiriki katika utekelezaji wa uwezeshaji kiuchumi lazima zibadilishe mtazamo kutoka katika kutoa fedha kwenda katika kusimamia matokeo ili matokeo yaweze kuonekana. Tulikuwa tunapata manunguniko katika baadhi ya maeneo kwenye fedha zile ambazo zilikuwa zinatoka kwa majaribio kupitia e, asilimia zile nne nne mbili, katika baadhi ya maeneo usumbufu ukiwa mwingi, katika baadhi ya maeneo e, elimu ikiwa haijafika ya kutosheleza, katika baadhi ya maeneo fedha zikibaki ili hali kuna uhitaji mkubwa wa fedha hizo. Sasa Mheshimiwa Waziri wa vijana ndio umepewa jukumu la kuratibu pamoja na wizara za kisekta, na kwa kuwa pia wizara za kisekta ninyi mnaratibu programs, fedha hazitakaa maofisini, zitaenda kwenye taratibu zetu za kibenki. Tuhakikishe fedha hizi zinawafikia walengwa. Mheshimiwa Rais hajataka hata fedha zikae serikalini. Mara zote tangu ashike wadhifa wa kuiongoza nchi hii amekuwa akielekeza fedha ziende kwenye miradi iliyokusudiwa. Kwenye hizi bilioni mia mbili zimekusudiwa zikawasaidie vijana, kina mama pamoja na watu wenye ulemavu. Tuendeni hizo fedha tuzifikishe kwa walengwa, na tena tuzifikishe kwa programu zilizokusudiwa tulibadilisha utaratibu wa kugawa fedha kwa utaratibu wa zamani uliokuwa unatumika kupitia kwenye halmashauri zetu, kwa kuepusha fedha kwenda kwenye vikundi ambavyo havijalengwa, kwenda kwenye shughuli ambazo hazijakusudiwa, vikundi hewa. Sasa fedha hizi Mheshimiwa Rais hajakusudia ziende kwenye vikundi hewa, so vikundi hewa havina matokeo ziende kwenye programu ambazo matokeo yataonekana, kwamba baada ya utekelezaji wa zoezi hili tutakuwa na watu wanaoshuhudia kwamba siku mia moja za Daktari Samia Suluhu Hassan alipoingia awamu ya pili zilibadilisha maisha kwa namna hii. Kuna wajibu ambao serikali inatakiwa kutimiza, lakini pia kuna wajibu ambao wananchi wanatakiwa kutimiza. tuondokane tuondokane na na kuona kwa kuwa kimetolewa na serikali ni cha kugawana, hata kama akitaleta tija hii ina, inasababisha vicious cycle, inasababisha umaskini ndani ya jamii. Mafanikio sio kwamba zimetolewa bilioni mia mbili na daktari Samia Suluhu Hassan, gaweni zote ndani ya mwaka moja, zoe zimeisha, na hiyo ndo mafanikio hapa. La hasha mafanikio ziende kwa watu ambao wana shughuli ambayo inafanyika, wana shughuli, wana programu wanataka kuifanya ambayo itabadilisha maisha ya hao watu.